Asifiwe. Uh, karibu sana eh, katika mafundisho ya neno la Mungu na siku ya leo, ambao ni siku jema Mungu ametupa taya tujifunze, tupate muda kidogo kuangalia kwa habari ya nguvu ya maono katika maisha ya kila siku, nguvu ya maono katika maisha ya, ya kila siku, na tusoma kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa kumi na moja na kuendelea ambapo eh, neno la Mungu linaeleza ishi hapa kitabu cha Yeremia anaandika, anasema tena neno la Bwana likamjia Yeremia kusema mm -hmm. Anasema Yeremia waona nini? Yeremia anajibu akasema, naona ufito wa mlozi. Mstari wa kumi na mbili, ndipo Bwana akaniambia kusema, waona vema, kwa maana eh, anasema kwa maana Asema kwa maana ninaliangalia neno ni langu ili nilitimize. E, sasa hapa tunasoma mistari miwili ambayo ni muhimu sana, na ilikuwa neno la Mungu akizungumza na mtumishi wake Yeremia, wakamuuliza Yeremia, unaona? Yeremia alisema naona mtu. Akamwambia unaona, kwa sababu mimi Mungu ninaliangalia neno ni langu ili nilitimize. Kwenye Biblia ya Kiingereza e, tafsiri hii asemana ndani yangani langu yangu ifanye kwa haraka ili iweze kufanyika iweze kutimia kwa haraka. Ila swali la kwanza ambalo anaulizwa naangu, unaona nini? Na mimi natamani nikufungue ku. Ni kitu kidogo tu hapa kwamba kuna nguvu ya kuona, mhm mm, maono. Mwingereza akasema sababu tunazungumzia maono, maono maana yake ni maono, maono maono maono maana yake picha uh, halisi ambacho kipo mbele lakini upande wa pili unapozungumzia maono unazungumzia um, hali halisi ya mbele ambayo yamkini muda huo haipo, una, una kitu, jimaisha. Na kuna kitu mtu a wenye maisha ambacho Mungu anakuwa amesema naye amemuonyesha. Muda huo ni kama kifananii lakini ni picha ya jinsi ambavyo kitakuwa. Kwa hiyo tukizungumzia maono sio lazima kiwe kitu halisi ambacho mtu anacho muda huo mm -mm. Ila kile ambacho kinakuja au kitaenda kutokea huko mbele sana. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kumi uh, na mbili, Mungu alikuwa anazungumza na Ibrahimu akamwambia, inua macho yako utazame. Na Ibrahimu akainua macho akatazama. Ule mtu anainua macho anamwambia, kiwango chako cha kuona ndicho kitakachokufanya. Anasema as long as your eyes can see, utakusanya as as uta, uta utachukua kwa kiwango kile ambacho macho yako yanaweza yakaona. Lugha nyepesi ni, ni Anamsaidia ana Ibrahimu kuelewa ya kwamba chochote ambacho mtu atapata kwenye maisha itategemea kwanza na ameona kwa kiwango gani, ameona kwa umbali kiasi gani. Sasa ni Mungu anayemwonyesha mtu vitu ili mtu aje kuwa na uhalisia wa kitu hicho. Kuna mtu kwenye maandiko anaitwa Yusufu. Yusufu, ilitokea eh, Yusufu akaanza kuwa na maono hayo eh, ambapo sasa kwa hiyo alikuja kwa njia ya ndoto au njozi alikuwa ni maono, ni kitu cha mbele sana. Akaanza kuona ndugu zake wanamuinamia, akawa haelewi, anawauliza mwisho wa siku, na wao wakawa wanakasirishwa na ile kitu hmm. ile ilikuwa ni Mungu anampa mtu picha ya kitu cha mbele. Sasa hauwezi ukafanya chochote e, katika namna ambayo ni nzuri kabla I, I mean, kabla haujajua kile ambacho kiko pale mbele. Hauwezi ukatenda sawasawa, hauwezi ukajua jinsi gani ambavyo una, una wa Mungu kitu hicho, kama haujajua pale mbele unahitaji nini. Sasa umekuwa na, na changamoto na, na sana. Vijana tunazungumza anasema, eh, kama Mungu anataka itakuwa, kama hataki fresh tu, lakini lakini kwa uhalisia kuna, kuna, kuna lugha pana i eh, kitu mtakizungumza katika namna hii ni kama ana prove jinsi ya ujinga, ufahamu kwamba kuna vitu bado hajaelewa kwa sababu ili Mungu afanye anafanya kwenye kile ambacho amekisema. Namwambia Yeremia, eh, umeona vyema kwa kuwa ninalitazama neno langu lipate kulitimiza. Kwa kile ambacho amemuonyesha mtu, ndicho ambacho anakifanya ili kitokee. Maana yake ile picha ya mbele ambayo amempa mtu kuhusu maisha yake ndiyo Mungu ambaye ataweka pale mkono wake, ataweka baraka zake, ataruhusu watu waje, atakupa hekima ya kufanya vitu ili iwe sawasawa sawa na alivyoona yeye. Kwa hiyo kama mtu anatamani ana, ana, kufanya vitu kwa uzuri na kwa ukubwa lazima kwanza akae chini na ajue ana maono yapi, na hayo maono yako lazima yafungamane na mpango wa Mungu kwa maisha yako, picha ya mbele ya kitu. Mwingine anasema ni kwenye ni kwenye huduma labda mchungaji Sio mbaya lakini wachungaji ni wengi machungaji, na kila mchungaji ana maono yake. Wewe kwako ni maono yapi? Kwako ni yapi ambayo katika hayo utaenenda sawasawa kuhakikisha kwamba yatimie? Kwa sababu hautofanya kwa uzuri na kwa utaratibu ambao unatakiwa ikiwa unafanya nje na maono au hauna hayo maono. Kwa leo leo, ufunguke ufahamu wako. Hata kama ni kwenye elimu, hata kama ni kwenye biashara, lazima kwanza uwe na picha ya uleme. kwa sababu kutokea kwenye malengo amini, kwenye maono mtu anapata malengo ili aweze kutimiza yale maono, na kutokea kwenye malengo mtu anapata jinsi ya kufanya vitu katika namna ya usuli na utaratibu wa siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, mwaka kwa mwaka, ili mwisho wa siku aje atimize kile kitu na ile picha ambayo ni ya kimungu kwenye maisha yake. Lakini pia maandiko yanaeleza kwamba pasipo maono watu hushindwa kuizuia. Kwa hiyo kumbe ili, ili, ili awe na stamina ya kujikontrol manake, lazima awe na maono sawa. Na mtu ambaye amekusudia au anatazamia labda siku za hapo mbeleni atakuwa mtu fulani, labda kwenye serikali hmm, atakuwa labda kiongozi fulani eh, kwenye siasa, kwamba kupitia kwenye eneo la siasa mimi nitakuja niwe mtu fulani na nitasimama kama kiongozi wa nchi. Ukiyakusudia hayo ni mazuri, na akisimama kama maono kwako ni mazuri. Lakini sasa angalia, pasipo maono watu kushindwa kujizuia. Mtu ambaye hanayo maono alafu pia akakosa kuweka malengo, maanake chochote ambacho kitakuja mbele yake kitampitia ko hata pata muda ukaa chini kujifunza vitu ambavyo vinahusu eneo hilo la siasa kama anavyotaka, kwa sababu pasipo maono watu kushindwa kujizuia. Sehemu nyingine anazungumza pia kwamba pasipo maono watu bangabia. ni ni ni konsepti mbili ambazo zinatembea pamoja wanashindwa kujizuia kwa sababu hawana picha ya mbele, lakini pia wanashindwa kujizuia kwa sababu pia hawana namna nzuri ya kufanya vitu itendeke. Kwa nasema kuna watu wanashindwa kujizuia, lakini pia watu wanaangamia. Hii kuangamia amaanishi kufa, anachomaanisha kwamba yale, yale, yale, ma, yale matarajio ambayo ni ya kawaida nje na maono hayawezi yakatendeka, maanake mtu hatatimiza kile ambacho, um, anatamani akitimiza maono Ukikaa chini Mungu anasema na wewe nini? Sasa sio lazima Mungu mpaka aje akwambie mwanangu, mwanangu, mwanangu sikilizi sauti nzito pale ndani, hapana. Ila kuna, kuna, kuna, kuna jinsi ya kizungumza na wewe, kuna mawazo huwa anayaachilia ndani, kwanza uka, ukatulia ukaanza kujiona mtu fulani, ukatulia uka, ukaanza kuona ukubwa kwenye kitu ambacho unakifanya. Sasa ikitokea hapo umeanza kuona hiyo kitu, anza kuweka malengo ya kuhakikisha kwamba unafika kwenye hicho kitu, kama ni kwenye huduma unaanza kuseti malengo kwenye hiyo kitu. Sasa <laughs> nikazungumza na kijana mmoja akasema um, anatamani, anatamani kuwa mchezaji wa mpira mkubwa, alafu bahati mbaya sana, eh, anapenda kuimba praise. eh, ni nzuri kwamba ni, ni, ni nzuri, kazi ya Mungu, lakini haya malengo na sehemu ya maono yake haviendani na kitu ambacho anakifanya mara kwa mara. Aambia kama uko serious kwe, ni kweli Mungu, Mungu anafurahia na unamsifu una, una, una, una unamwimbia una, ni jambo zuri, lakini kama hautapata muda mzuri wa kuwekeza kwenye hicho hicho ambacho nataka kuwa, mambo hayawezi yakawa vizuri. Kama ni kwenye mpira, maana yake hawe na muda mwingi kwenye mpira. Muda wa Mungu ndiyo, lazima umpe Mungu muda wake, lakini uwe na muda mwingi pia kwenye hilo la mpira, kwa sababu e, ikiwa nje na hapo hawezi. Ndio hapo pasipo maono watu kushindwa marafiki wa wakija wakikwambia tunaelekea labda kwenye siasa, na wewe utaenda kwenye siasa huko, ni ulako la kwa, lazima uwe na picha pale mbele. Ni picha ambayo ilimfanya Yesu, akazungumza kwenye kwenye Waibrania, sura ya 12 kwanza mstari wa kwanza na wa pili, maandiko anasema akisha kuitazamia ile faraja na taraja ambayo liko mbele, akaidharau Mb. aibu. Aibu ilikuwepo, ila akaidharau aibu. Ilikuwepo akaidharau, hapo maandiko anasema shoni kabisa akaja kashi kwa, kuna kuna mazingira yalikuwa ni magumu, kuendea msalaba ilikuwa ni ngumu um, jinsi ya kukubali kupigwa na kuteswa ilikuwa ni ngumu, lakini alikuwa ana picha ya mbele, alikuwa na maono ya kwamba watu wanaokolewa, alikuwa na maono ya mbele ya kwamba watu wanafunguliwa. Kwa hiyo jambo lolote ambalo unalifanya, biashara, <coughs> kwenye masuala ya uongozi ma, na siasa e, masuala ya burudani, kwenye eneo la huduma na kwenye nyanja yoyote ile ya kimaisha, kama hauna maono, kama hauna picha ya kitu ambacho kitakuwa kule mbele, hawezi ukatimiza, kwa sababu huwezi ukajua unaweka malengo gani na kutokea kwenye hayo malengo yako. Eh, kama pia ume, umekosa malengo, maanake huwezi kujua kila siku unafanya nini. Mtu mmoja akazungumza akasema, eh, siku moja ikipotea, maanake mtu amepoteza siku katika utekelezaji wa malengo yake. Na ukipoteza siku kwenye utekelezaji wa malengo yako, maana yake umepoteza uwezo wa kutimiza lengo fulani katika muda ambao umekusudiwa. Na ukipoteza huo uwezo wa kutimiza hicho kitu kwenye muda ambao umekusudia, maana yake unapoteza nguvu ya kutimiza yale ambayo ni maono yako. Na ukishindwa kutimiza yako, kutimiza yale maono yako, maana yake umeshindwa kutimiza mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa si, eh, a ish kuna wakati ukiambeleza Mungu, namwomba Mungu anambia, Mungu nisifungue macho yangu nione, kwa sababu kuna wakati anaona ila anakuwa limited, anaona anaona kwa kiwango cha chini. Mungu anamwambia Ibrahimu, macho yako yatakavyoona, kiwango cha macho yako kuona ndio kiwango cha kuchukua kwako. Kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na mbili. Kwa hiyo ili ili uwe uwe uwe na uwezo mzuri wa kuona, maana yake lazima Mungu awe involved kwenye vitu vyako, Mungu ahusike kwenye eneo hilo, na kutokea hapo utaona mkono wa Mungu ukiwa mkubwa sana, utaona neema ya Mungu ikikusaidia. Kwa kumalizia, ukisoma maandiko vizuri utaona kila mtu ambaye imefanikiwa kwenye Bible kwenye Biblia na hata kwenye dunia hii, kawaida huwa anayo maono. Taasisi yoyote ambayo imefanikiwa huwa ina maono. Mtu yoyote na jambo lolote ambalo linafanyika kwa ukubwa, ukikaa chini ukimuuliza mtu anakupa picha ya mbele, na mfano mzuri wa picha ya mbele ni, ni jinsi ambavyo wanafanya kazi hao watu wa sanaa, lakini pia watu wa watu wa ujenzi anaweza kukaa chini akaitengeneza akaichola nyumba ambayo bado haijajengwa, na mwisho siku nyumba ikijengwa inafanana vile vile na jinsi ambavyo ilikuwa imefanyaje imechola. Ndivyo maono yalivyo. Mungu anakupa mtazamo wa mbele kabla ya kitu hakijafanyika. Wa kwa watu wakipitia magumu na nini, ni kama sehemu ya ujenzi kuifanya ile nyumba iwe vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo pata muda, kaa chini na daftari lako na kalamu Habakuki kwenye sura ya pili kitabu cha Habakuki. Akamwambia, njozi hii maono haya yaandike. Kwa nini? Kwa sababu yatatimia. Anasema na yakichelewa, ya, ya, yangoje, ila yatatimia, yatatimia. Kwa nini? Kwa sababu ameshazungumza kwenye Yeremia sura ya kwanza mstari kumi na moja na kumi na mbili kwamba nalitazama neno langu nipate kulitimiza. Neno gani? Yesu, ambalo niliona sana. Mungu akubariki. Yamkini ukaona mtazamo fulani, au kaona maswali kwenye eneo hilo, Weka komenti yako hapo chini alafu tutakujibu, lakini pia tutakupa na mawasiliano hapo, utatafuta tuta, tutazungumza kwa pamoja. Lakini yamkini ukatamani kuomba kumula, uh, ili Mungu akusaidie uweze kuviona vitu kama inavyotakiwa, tutaomba pia pamoja, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu.